Naam, karibu katika e, mwendelezo wetu wa vipindi vyetu vya lugha ya alama Tanzania Sign Language kupitia mradi huu wa Siseko Pro chini ya taasisi ya Vijana Life Organization ViLo. Ina furaha kubwa kukuona ukiendelea kufuatilia e, mafunzo yetu haya na shauku kubwa ya kuendelea kujifunza lugha ya alama, ili mradi tuweze kuwasiliana na wenzetu ambao wenye changamoto ya kusikia yani ukiziri au wale ambao wenye changamoto ya kuzungumza, yani bubu. Sasa leo ni sesheni yetu ya tano na tunaendelea na mwendelezo wetu wa alphabet and number. Na leo katika alphabet tutajifunza uh, herufi O mpaka herufi U. Na katika namba tutajifunza mamia. Sasa herufi O ni rahisi sana. Tuanze kwa kuonyesha herufi O. O O. Oh, inaweza y kushangaza kwamba inafanana na sifuri. Kwa hiyo ni sawa oh, oh. Lakini kama tulivyojifunza katika lugha ya alama, katika utangulizi, kwamba unapoonyesha oh. Hilo jitahidi hata mdomo wako huo umetamka kwamba ni na umemaanisha oh. Ni kwa sababu katika alama na alama nyingine ambazo zinafanana

na kisha hiyo kwa u. U, u. o p q r s t u. We mwenyewe unajionea namna gani ilivyokuwa rahisi kujifunza lugha ya namba. Tusonge mbele katika upande wa namba, na leo katika namba tunajifunza kuhusiana na mamia. Mamia ni rahisi sana mia mpaka mia tisa tisini na tisa. mm, mia, mia tisa, alama ya mia ipoje? Mia mia, hii ndo alama ya mia. Mia mia, na ndio na na ndiyo maana ala, hata alama alama ya rais wetu wa nchi Mama Samia Suluhu Hassan anaita saa mia, saa mia kwa sababu ni saa. Alafu kwa hiyo saa mia, kwa hiyo mia ni rahisi sana, kwa hiyo itakusaidia wewe kukumbuka mia mia mia. Lakini ukitaka kusema mamia mamia, maana yake ni mengi mamia mamia mamia mamia, sawa? Eh, mamia mamia, kama vile tulivyosema kumi, lakini makumi makumi makumi makumi makumi makumi makumi. Kwa hiyo mia, mamia, maana yake ni mengi sawa, mamia yo mia moja, sawa. Mia moja na moja, sawa. Au mia moja sawa, kumi na moja, mia moja kumi na moja. Eh? moja na moja, unaona, rahisi sana. Kwa hiyo kwenye nachotakiwa kujua ni kianzia kwamba ni mia labda, mbili mia tatu mia nne mia tano mia sita mia saba mia nane mia tisa mia tisa sawe, eh, eh, kwa maana yake like. mia tisa mia tisa tisini na tisa, mia tisa sawe tisini na tisa eh, mia tisa tisini na tisa mia tano arobaini na moja sawa, mia tano arobaini na moja kama tulivyosema. Kwa hiyo chakujua ni kwamba mia inaandikwaje na uwezo kuunganisha katika upande wa kumi kama tulivyojifunza awali. Ningefurahi sana kusikia maoni yako na komenti zako hapo chini. Kipindi chote ambao mpaka hivi sasa session hii